Mimi nilikuwa nakula hivi kiasi mm. Eh, mamuri wamekami wao wamenisimamia wamebonda sasa. Hey, tunacheki hizo hizo sura bana, hizo eh sura sijafurahia sija sija nazo mimi. Ndio mtu ngapi hivi mimi, hadi sijui, walikuwa tu watu saba hivi kiasi, watu saba bro bana. Alafu bana, unacheki aje, mimi nilikuwa nakula nyama tu pole like saa alafu kuna kijana mmoja akakuja kuniomba nya nyama eh, mimi ni nani? Nikakataa sasa, ndio nilikuwa na malizi ya mfupa saa eh, lakini kiasi kiasi hivi eh, si akaitana Eh, hey, hivyo kuitana mse mm -hmm. Wakakuja waka saa waka kanisimamisha hivi e. Eh. Kasiindaa kupi kupigwa mm -hmm. Eh, hey, lakini bana unachekeaje mse mm -hmm. Mi nikabonda nikahe okay, nikahepan yeah. Domani nimekaa hapa hivi bana nikuwa na hepo kanisimamisha mm -hmm. Eh, hey, lakini rada chafu mori hepo mse.